Habari zenu ya Tanzania. Kwanza kabisa cha kwanza uh, naombeni mwangalie oh, ishu ya uh, Burkina Faso huyu Trao, Trao, Trao, i don't know how to pronounce his name. Alikuwa nani jeshini? He was a nobody jeshini, hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa sijui nani mkubwa huko, no, he was a nobody kwa jeshini. Angalieni ishu ya Madagascar ambaye saa hivi ndio kachukua nchi Madagascar. Alikuwa nani kwenye jeshi? Hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa nani, alikuwa ni captain wa kikosi, kama akina Captain Tesha alivyoona, mambo ni mambo, akachukua kikosi chake akaenda kuchukua nchi. Nachojaribu kuwaonesha ni kwamba siku zote jeshi linapoingiaga kusaidia wananchi kwenye mambo kama haya hayafanywagi na wale mabosi wa juu, hayafanyagwi na mkuu wa jeshi, hayafanyagwi na wale wa juu. Uwaga ni wanajeshi wa chini ndio wanaofanyaga hizi kazi. Kwa nini inakwaga hivyo? Ni kwa sababu wale wa juu siku zote kwenye military, wale wa juu, yule mkuu wa jeshi na wale watu wake wanaomzunguka, yani wale, yani wale wakubwa jeshi wale, siku zote huwa wanajiona ni part of the system wale uwaga wanajiona na wao wako kwenye mfumo. Ndio maana wale uwaga siku zote yaani, wale huwezi kuwategemea eti wataenda kuwasaidia wananchi au wataenda kufanya kitu, it never happens always, ni wanajeshi wa chini. Ndio maana mmeona kwetu sasa hivi wanajeshi wanaopambana ni hawa wa chini, hawa kina Captain Desha, lakini mkuu wa jeshi yupo kwenye mfumo. Kumbukeni zile picha za airport, au mnataka niwapostie tena? Kumbukeni, Mkunda alitoa escort ya wageni ya military escort ya Waarabu eh, na wanajeshi wakaenda pale, wanapewa hongo, wanapewa nini. So Mkunda anajiona yeye ni part ya ile system ya Samia sababu na yeye anakula naye. Kwa hiyo hawezi, kwa hiyo yule ataendelea kutumika na Samia kuuza uoga. Kwa hiyo sisi wananchi, sisi wananchi tutembee na hawa wanajeshi wetu wa chini. Na i'm gonna ask you honest question. Acha nini, na mange anaongea nini? Acha nini, siwi na nani anaongea nini? Mako anasema Mange anadanga. Acha na Mange, naulize ninyi, hawa wanajeshi mnaishi mna nao mtani, hawa wanajeshi mnaishi nao mtani, wanawaambia nini kuhusu maandamano? Hawa wanajeshi nyinyi mko nao, ni marafiki zenu, ni ndugu zenu, mnaishi nao, wanawaambia nini kuhusu maandamano? wanaongea hiki, hiki ambacho jeshi limekuja kutoa leo? No, wanajeshi wa chini mnaongea nao kila siku, walicho wanachoambia hawa wanajeshi wa chini ndo alichokuja kuambia Captain Tesha. na mkumbuke, kwamba kwenye ground hayuko mkunda o, huyo si msemaji, ni hawa wanajeshi wa chini mnaongea nao nyie, ni hawa wa chini mnaongea nao nyie na mkumbu, ndio maana nawaambieni, yani forget mi nachosema, nyie mnaongea nao hawa mna na wanajeshi. Yani ni hivi Mkunda, Mkunda yeye anajiona na yeye yuko part kwenye ile kula keki ya taifa. Kwa hiyo Mkunda sio mtu wa kumtegemea kwa chochote, alafu uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba wanajeshi wenyewe wanamchukia Mkunda wakufa they have zero respect for Mkunda. Wanajeshi wenyewe yani, hiyo ndo pona yetu, wanajeshi wenyewe wanamchukia, yani wanamchukia Mkunda kufa, wanamwona hata hadi position. Unaona, hiyo ndo pona yetu. Kwa hiyo matamko, matamko ya Mkunda na huyo anayemtuma kuja kutuuzia uoga, potezeni. Sisi tunatembea na tamko la Captain Tisha, na wewe Mkunda wee una hodari wa kuja kutoa matamko kwa wananchi. Njo, toa tamko la Captain Tesha, waambia wa Tanzania, Captain Tesha ni nani kwenye jeshi, na sasa hivi uko wapi? Unamhoji mimi kila siku, wewe unatoa matamko e. Yule Captain Tesha alileta taharuki, kwa nini jeshi hamkumuadres Captain Tesha? Wana harakati wanaharakati suni njooni, waambieni na watanzania kuhusu Captain Tesha. Nyie sasa hivi simnafanya mapresi ya kumsaidia kimama kuuza uoga kwa wananchi. Fanyeni, Watanzania Watanzania Watanzania, naomba mnisikilize. Dada yenu mimi, siwezi kuwadanganya. Mnakumbuka juzi kuna posti niliweka pale, nikawaambieni, jamani, nimetoa hivi vitambulisho kwa sababu nimeshauriwa nivitoe. Mnakumbuka, rudini ile posti. Ni kwamba sikusema nani kanishauri Guys, nilifatwa na ma-captain wa vikosi vingine viwili ndio wao, ndio walioniambia shusha shusha hizo ID, shusha hivyo vitambulisho, unaharibu sisi, tumeshajipanga vizuri, unaharibu shusha vitambulisho. Ndio nikaenda nikavishusha vile vitambulisho, na sasa niwaambieni, kilichofanya Mkunda kaja kule, kaja kuuza uoga leo wapa, ni vile vitambulisho vya wanajeshi wa TPDF vile vitambulisho vya juzi, vya juzi ndio vimeleta hofu jeshini, vimeleta hofu. Ndio vitambulisho wame... nivyoposti juzi vya TPDF vile ndio vimeleta hii press ya leo. how can I prove to you? Ni vile vitambulisho leo. Nawaambia ni leo asubuhi, wanajeshi wote wa TPDF wameamka wameingiziwa hela kwenye akaunti na Samia wote, yani out of nowhere kawaingizia sijui hela sijui ni za likizo sijui zinaitwa za nini, kawajazia hela wote wa TPDF ambao ndio patia yani vile vile vitambulisho nivyoposti pale. How do I know kawaingizia zile hela? Makapteni wameshanifata wananambia, kaingiza hela kaingiza hela, ili atulainishe sisi tuko pale pale, yee aingize tu hela tena, and after that wakanifata wanajeshi wa JKT wananiambia huyu kawaingizia kawaingizia TPDF hela, sisi JKT hatuingizie? Anaona sisi ndo hatuwezi kuchukua nchi, atuingizie na sisi, na tuko pale pale, aingize hela zote anazoweza kuingiza. Unaona ndio maana ni juzi anatumia matrilioni amechapisha kuzuia maandamano ndo hii amechapisha hela anawaingizia wanajeshi um, TPDF wote. Jamani, kama unamjua mwanajeshi wa TPDF muulize leo, Samia kamwingizia. Ndo anaprinti hela sahivi, yani ananunua kuto kutokea, kuto kutokea maandamano kwa, kwa kuharibu uchumi wa nchi. Sasa kama jiulize, kama wanajeshi wote wa TPDF Samia kawaingizia hela, mkunda kapoa shingapi huyu alikuja kusoma ile kaposhi, wame ngapi wamepaa mabilioni mangapi wale kufanya kazi? Ndio maana wambeni, achana nao anyway. Jeshi no jeshi, sisi tumesha sema tarehe tisa tunajitoa, hatuna hela kununua uoga. Ndugu zangu, tunakomboa nchi yetu, cha muhimu ni kwamba tunatoka. Polisi wakijitoa akili, wanajeshi wetu wapo, wapo na nakwambieni, between Ah, sita kuongea too much, lakini mkunda na Samia waenda kupata surprise, watashangaa. na jamani hatunui woga, haturudi nyuma, mm-hmm.